Nimeota njozi mbaya sana. Nimeota kuna mtu ananikabidhi kibuyu katika kunilazimisha, nikamuuliza wewe ni nani? Akaniambia mimi ni baba yako. Alitoa sauti ya kufoka sana, baada ya mimi kukataa, ndipo nikashtuka. Hii ndoto ina maana gani mjomba? Kabla sijaenda kukupa majibu ya hiyo ndoto, nikuulize kwanza, kuna mtu yeyote ambaye umemsimulia nje na mimi? Hapana. Sawa, hiyo ndoto sio mbaya sana ila, nipe muda niweze kuitafakari. Baada ya kupata majibu nitakwambia, isipokuwa usimwambie mtu yoyote nje na mimi. Sawa mjumba yato changanyamaganiko paga vammayo wababa binge mitwe yaseba paga vinge walemelwa kolala binge walewaza vakopandika kine ikwaba bapandike heshima ikojoba yugakala ili yopandishwe bodola nasimopito chini ya ubungu

maana uvivu nao mpaka naogopa, naambia mama watoto um, na mimi na mazungumzo naye kidogo. Kama utojali twende ndani tukaongee, maana hapa nje siwezi kuongea, maana ni amoni sana. Ah, tukisema tuingie ndani. Na jana nitaweka na na vipengele kidogo bondeni kule, nataka niwahi bondeni ni kuangalia mazingira yangu hapo. Je, maana matikiti yanakufa siku hizi. Kuna vijana ndani, kawaachie kule, naambia shida ni nini? wana mwenye stoa jana. Mimi nilikutana na kipipi Uhum. Na kanieleza, kaenda kumwambia mke wako kweli wote kuhusu mimi na wewe na hata na sijui nani kamwambia. Siu, unalijua hilo swala? Mimi nalijua, na mbaya ni wewe Kipipi hiyo. Kwa hiyo lisikupe shaka, kwa sababu talisha leka sawa nyumbani. Kwa hiyo sogope kabisa, jambo letu liko pale pale. Ngoja nikuonyesha kinachokusumbua sawa. zangu amechota kwa ajili ya kutengenezea dawa ili akutaka muda wote na saa yote aweze kupata nani yake, ni kukuua. Unanisaidiaje mganga? Natakiwa wewe uende ukaniletea huo mchanga sawa. Lakini mi ntajua ameuweka wapi? Ameuchimbia nje ya nyumba yake, mlangoni, ukiwa unaingia ndani. Sawa, nitajitahidi kufanya hivyo, kwa sababu wanaenda pale kwa ajili ya kumfundisha. naweza kwenda? Ndio, unaweza ukaenda, ila kuhusiana na ndoto zinazokusumbua utarudi kesho au leo jioni kwa ajili ya kuweza kutibia na kukupa kinga. Asante Kipipi. Sawa, uh -huh. Kuna kitu kingine nataka nikwambie, ila sasa Nambuu, yes, ni aii, usende ukamwambia mkeo. Sasa kwanini nimwambie, kitu gani? Maana mimi nakupenda sana yani, mpaka nataka nikwambia ukweli, yaani uko katika moyo wangu na siwezi kuishi bila wewe. Nadhani unaelewa. Nalijua hilo mke wako alipewa masharti na mganga. Najua kuna chochote ambacho nakifahamu kuhusana sana na huyo mganga. Mm, najua mganga alimwambia kama anahitaji mtoto mm, aweze kulala na kaka yake ili apate mtoto. Unachokizungumza una hakika nacho? Ndio una hakika nacho. We umesikia wapi? Kanaambia mke wako na amna mtoto? Anaijua ya zaidi yangu mimi tu, ila amna ata shida, mpenzi wangu. Mi walafsimaindi, wala usikasirike. Sasa hivi we uko na mimi, naomba sasa hivi focus kuhusu mimi, sawa mpenzi wangu? Nani? Mke wangu. Na kaka yake. Wana nichukulia jia watu. Na wewe, Sikiliza. Asa hebu una maindi nini sasa? Uwe ingia ndani. Pumzika. Makoroboi. Mani. Ama kweli dunia tujaimaliza, kuna vitu chini ya uvungu tujaviona. Eh, Kipipi. Mke wangu Kipipi, wakipipi kipipi hivi. <laughs> tangu tulivyoachana minae asubuhi tumonana, mimi nawewe sindo? Tunaonana hapa kwahiyo mi nlieka hapa ni gogo, umeshindwa kunisalimia sindivyo? Mbwembwe, kwani ungeanza kunisalimia mimi wewe, ungemegeka wapi? Kwa nini unanitafuta nini mimi wewe? Kila nikijaribu kunyamaza, unataka mi nizungumze. Kwanini unakuwa hivyo? Umenikata nywele jana, nimetumia hekima, nimenyamaza. Mwalimu Grace amekuja hapo, umenidhalilisha mbele yake, kimya. Vitu kibao unafanya mimi, kimya. Bado uoni tu, unaona mimi fala, mjinga, siwezi kuongea, siwezi kufanya chochote, ndivyo? Sipendi tabu na wewe. Naongea tena sipendi tabu na wewe. Haya, tuachane na hilo jambo. Umetoka wapi sasa hivi? Nimetoka kwenye safari zangu. Mimi kama mwanamke. Kwani kila kitu ninachotaka kukifanya ni kwambie wewe. Mbona kuna mambo yako mengine uniambi? Uniage. Kwa mimi kila kitu ninachotaka kukifanya ni kuage wewe. Mimi mfanya kazi wako mndani? Eh? Mimi msukule wako au mimi kufuli hapa. Nisikilize mbona. Hata mimi pia naweza kwenda kokote na kurudi. Kwa sababu mimi ni mkeo sio mfanya kazi wako. Na siwezi kila kitu ninachokifanya ni kuambie wewe. Sipendi unipelekeshe. Sasa kama tumeweza kulala wote unashindwaje kuniambia safari yako tokea asubuhi? Afu unakulupuka tu unaondoka. Najua kinachokuponza wewe ni mbea, ni mbea ni. Sasa nikwambie, alikuja Mwalimu Grace hapa, aliniambia nimsindikize na matatizo yake, nikampeleka kwa mganga wangu. Aya, ushajua kuna kingine tu utakijua kwa hiyo. Wewe sasa unachukua matatizo ya watu unayadhaa wewe, si ndio ulikuwa nayo ya kutosha? Si ndio? Wewe unatafuta maneno, alafu hayo maneno mimi siyapendi. Usitaki nikuumize sitaki shari na wewe kipipi. Hivyo ukoje? Mbona una jema wewe? Unataka kujua nilipotoka, nimekuambia bado tu nalaumu. Nisikilize mbwembwe, hayo mengine wewe hayakuhusu. Jua kwamba nimeenda na nimerudi salama, niko hapa, si unanielewa? Na ukome kunipangia cha kufanya, kunipangia pa kwenda au kukuaga. Usiniekee mipaka mimi, hapa pia ni kwangu. Tena ukome, ukomae, upate mimba uzae mbwa wewe. Sawa, nimekoma, mke wangu mjinga. Mimi asante. nilikuwa sina mudi kabisa kugombana nawe. Nikaenda picha zangu hapa kiustaarabu mwanamke mwema, umenitafuta mwenyewe. Kuna muda wewe unapenda kugombana na mimi. Mimi sitakai kabisa kugombanaga na wewe. Na ndio maana yani kaniharibia mudi huyu. Yaani mimi kuna muda ananikera sana mbona? Maana kuna muda mimi nayakumbukaga mafundo ya kungu wangu. Nitulie, natulia. Mtu ananichokonoa, ananitafuta nini? Mbwembwe, mbwe, sina mudi la kugombana na wewe. Mbwembwe nakuheshimu kuheshimu, tena kuheshimu sana. Ila kuna muda wewe unataka mimi nisikuheshimu. Sipendi. Sipendi kabisa. Yaani kuna muda nachoka hata mimi. Nachoka. Yaani unakuta mtu anakupangia na kupangia, nitapangiwa hadi kula humu ndani. Ah, kimekurudisha nini? Wewe ulikuwa umeondoka hapo umesusa. Umerudi kufanya nini? Nenda. Najua unaenda kwa yule mwenye nywele yako kama vile pweza. Nenda. <groansFormation> Si ndo mke wa pili yule. Ah! Ni nani? Ni

<coughs> Akimbilia kwenye mbavu ashike, kwenye mbavu ashike, kwenye tumbo ashike, kwenye paja atajijua mwenyewe, na tumwone atoke. Kila siku nasingizia mimba tu bwana. Kelele. <coughs> Umeniumiza, umeniumiza, baba. <coughs>

Kipenzi, muda huu sijaja kwa sababu ya Mzee Manembo, nimekuja kwa sababu yako. mara ya kwanza nimekuja, ya pili nimekuja nikawa nakufumbafumba. Nimeona nikuweke wazi tu, wewe ni mwanamke mwenzangu. Sio namaanisha mwanamke na mimi mwanamke, hapana. mimi ni mke mwenzio, Mzee Manembo ni mume wangu mtarajiwa. Kwa hiyo ujiandae, tutakuja kuishi wote humo ndani. Sawa? Hiyo nilishalijua, maana nilikuwa naziona ruti zako nakuhusu kuhusu kukuoa. Hakuoe tu ila hakutafutia sehemu ya kwenda kukuweka, sio hapa kwangu, sababu hata akikuoa mimi haunisumbui chochote, maana wewe sio wa kwanza kuja hapa. Wengi washakuja na wameondoka, wameniacha. Kwa hiyo kwa kuondoa shaka, karibu na swala hayo, kusema kwamba mimi nisije hapa natokea wewe uzungumze naye kwa sababu mimi nitakapoolewa nitaenda mume wangu atakaponiambia iwe ni hapa iwe ni pengine. Na uombe sana Mungu nisije kuishi umo, kwa sababu unaweza ukaamka asubuhi ukanisemesha, nikakujibu jibu moja, na imani utahema kwa nguvu. Hilo jibu utakalojibu, uombe siku hiyo sukari yangu imeshuka, haijapanda sawa? Haya, karibu Vipi ndugu yangu, mbona hai hai? maana umenipigia simu ndugu yangu na haraka tuonane, kuna tatizo. Haya, tatizo gani? hivi ndugu yangu Mbwembwe, hivi wanawake wanataka nini kwenye maisha yetu sisi wanaume, hmm? kwa sababu nafanya kila kitu kwa sababu yake hii lakini haitoshi. Imekuwaje tena tatizo kubwa? Mchokoza nipigia simu kwa maana jamaa anataka niambie

Biona. Watu wanaobadili mchana kuwakiza, kama ubaya wa mwachi Mungu wanalipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima, yani vituko sijapata kuona, wanaitwa mekwa. Mekwa kuna fimbo yaja ya inayoweza geuka, nyoka yani utastajabu, kuliko yale yanaviusa. ah, kumbe kuna siri nzito sana ah, uhu, uhu, kuna vitu vya kutisha uadui ah.